Kata ya Chokaa ni kata inayoongoza kuwa na idadi kubwa ya watu kati ya kata zote za halmashauri ya wilaya ya Chunya. Kata hii na jumla ya watu wapatao elfu thelathini mia tisa na moja huku wanaume wakiwa elfu kumi na tano mia tatu arobaini wa na wanawake wakiwa elfu kumi na tano mia tano sitini na moja. Kata hii ina ukubwa wa siku ya mita za mraba elfu moja na tisini na nne lakini pia ni kata pekee yenye vijiji vingi vipatavyo vijiji vinne, ambavyo ni kijiji cha Chokaa, Kibaoni, Godima na Mapogoro. Historia ya kata hii ya Chokaa inatokana na uwepo wa chokaa katika kijiji hiki cha Chokaa ambayo ilikuwa ikichimbwa na watu wa maeneo wa hayo na maeneo mengine ya Chunya kwa ajili ya kujipatia kipato. Mbali na sifa zote hizo, kata ya Chokaa ni kata pekee iliyobeba hospitali ya wilaya ya Chunya ambapo wananchi kutoka katika kata zote za halmashauri ya wilaya ya Chunya hufika kutibiwa katika hospitali hiyo. Diwani Choka wa kata ya Chokaa Mheshimiwa Samuel Komba kwa niaba ya wananchi wa kata ya Chokaa amemshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa miradi mingi ya maendeleo iliyoletwa katika kata hiyo ya Chokaa huku akipongeza uwezeshaji wa wanawake, vijana na watu wenye wa ulemavu kiuchumi na kuwataka wananchi kuendelea kujenga imani juu ya viongozi wao. Mheshimiwa Komba ameelezea kwa undani kuhusu kata hii juu ya miradi mbalimbali mbali ya maendeleo iliyotekelezwa kwa kipindi cha miaka mitano katika nyanja mbalimbali mbali, ikiwa ni pamoja na sekta ya elimu, afya, barabara, maji na umeme. Naomba kwanza nimpongeze Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Niko mbele yenu hapa kuelekeza mafanikio ya serikali ya awamu ya sita kwenye kata yetu. Kata ya Chokaa ina vijiji vinne, ina vitongoji kumi na tisa. Yapo mafanikio makubwa ambayo tumeyapata. Nianze na upande wa afya kwenye kata yetu. Kama nilivyosema, serikali ya awamu ya sita imefanya kazi kubwa sana kwenye kata yetu ya Chokaa upande wa afya kwanza ni washukuru wananchi wote wa kata ya Chokaa kwa kutoa nguvu zao na mali zao kuisapoti serikali upande wa afya. Tuanze na ujenzi wa zahanati ya Godima ambapo tulipokea milioni hamsini tayari, ambapo ujenzi umekamilika, lakini tumepokea tena milioni hamsini kwenye ujenzi wa zahanati yetu ya Godima ambayo iko katika hatua ya mwisho ya umaliziaji, lakini tulipokea tena milioni kumi na nane kwa ajili ya umaliziaji wa CCT hapa kijiji cha Mapogoro. Lakini kwenye hospitali yetu ya wilaya ambayo ipo kwenye kata yetu ya Chokaa, napo pia serikali haikutuacha, kwa sababu wanufaika wakubwa ni sisi watu tulioko kwenye kata ya Chokaa. Kwa upande wa vifaa tiba, tumepokea karibu shilingi milioni 300, kwenye hospitali yetu ile pale ya ya Chunya ambayo inahudumia wananchi wa Chokaa, lakini na wananchi wa kata zingine, ambapo hivyo vifaa tiba kuna ununuzi wa mashine za kutolea dawa ya usingizi, kuna ununuzi wa mashine za kisasa za kufulia, kuna ununuzi wa pasi kubwa ya kunyoshea, kuna ununuzi wa mashine ya kutakasa vifaa, kuna ununuzi wa vifaa tiba vingi kwa ajili ya matumizi ya hiyo hospitali yetu. Lakini pia hatukuishia hapa, mheshimiwa wetu Mama Samia Suluhu Hassan, tena kwenye mambo ya uboreshaji wa ujenzi, wengi tuliofika pale tumeona hospitali imebadilika kwa kiasi kikubwa sana tumepokea shilingi milioni mia mbili bilioni mbili bilioni mbili na milioni mia tisa ambapo zimeenda kufanya kazi ya ubadilishaji kwenye hospitali yetu hiyo ya wilaya ya Chunya. Moja ni ujenzi wa wodi ya wanaume ya kufanyia upasuaji, lakini pia ujenzi wa wodi ya wanawake, tatu, ujenzi wa, wa kliniki ya mama na baba na mtoto, ujenzi wa jengo la la grade A. Kuna ujenzi wa jengo la kufulia, ujenzi wa jengo la wagonjwa wa nje, yani OPD. Kuna ununuzi wa vifaa vya ofisi katika jengo la OPD. OPD kuna ujenzi wa uzio kuzunguka hospitali yetu, na hivyo kuifanya hospitali yetu kuwa na mabadiliko makubwa sana. Nirudie tena kumshukuru Mheshimiwa Rais wetu wetugazaji naomba tena niende kwenye kwenye habari ya mikopo kwenye kata yetu ya Chokaa, kama nilivyosema, wapo wafanyabiashara, wako wajasiriamali, tunaishukuru serikali. Jumla ya vikundi 46 toka mwaka 21 mpaka sasa 25 tumepokea karibu shilingi milioni 600 na elfu mbili mia tatu na sitini na tano katika hivyo vikundi, na watu wanaendelea kukopa na watu wanaendelea kurudisha, lakini pia nizungumzie habari ya miundombinu kwenye kata ya Chokaa, habari ya miundombinu kwenye kata ya Chokaa kwa awamu hii ya sita, tulipokea fedha za ujenzi wa daraja mm -hmm. la Selewe, lakini pia tulipokea fedha kwa ajili ya ujenzi wa barabara kilomita kumi na mbili ya mapogoro kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tatu ambapo tayari likarabatiwa, japo sasa tena ina changamoto. Lakini pia tulipata fedha kidogo ambazo tulitengenezewa tuli barabara ya kwenda Godima kilomita 8 mwaka ishirini na mbili ambapo napo pia imeharibika, lakini ni shukuru kwenye bajeti ya sasa tumepata milioni 270, tunakwenda kuikarabati barabara hiyo. Tulipata kilomita mbili kwa ajili ya kutoka posta kwenda kwenda pale hospitali imejengwa kwa kwa lami, lakini pia tena tukapata kilomita 1.7 kutoka stendi kuelekea mpaka soko la Uhindini. Lakini jambo lingine nizungumzie jambo la umeme katika kata yangu, nizungumza, kuna vijiji vinne. Kijiji kimoja cha Godima kilikuwa hakina kabisa umeme, lakini kwa awamu hii ya sita kumeweza kupata umeme katika kijiji kile, na hivi kukamilisha vijiji vyote vinne kuwa na na umeme. Changamoto ipo kwenye vitongoji ambavyo na vyenyewe tayari wataalamu wetu walishafika lakini pia nizungumzie swala la maji kwa awamu hii katika vijiji vinne. Viko vijiji ambavyo vilikuwa na changamoto kubwa ya maji kama Mapogoro. Tunaishukuru serikali, tatizo la maji kwa kweli si kubwa, kwa sababu maji yapo ya kutosha. Lakini pia tumeshukuru kwa awamu hii, tayari tumepata shilingi milioni 279 na 1070 kwa ajili ya mji ule wa kijiji kile cha Godima kupatiwa maji ambayo yatatoka Igundu yanakuja hapa, na tayari kazi ya uchimbaji wa mitaru ilishaanza ilishaanza. Nitoa wito kwa wananchi kuwa tutoe ushirikiano kwa hao watu wa maji ili maji yaweze kupatikanika. Upande wa elimu wa elimu hapa ndio tumefanya kazi kubwa sana kwenye kata yetu ya Chokaa, tumepokea fedha nyingi sana, haijawahi kutokea katika awamu yoyote ile. Upande wa sekondari tumepokea karibu shilingi milioni mia moja na kumi na mbili kwa ajili ya kubadilisha yale madarasa yaliyojengwa ya zamani yaliyojengwa na wananchi kuyafanya yawe ya kisasa. Lakini pia tumepata, ujien... tumepata tena fedha milioni 60 kwa ajili ya ujenzi wa madarasa matatu pamoja na ofisi tukapata tena ma shilingi milioni 13 na laki mbili kwa ajili ya ujenzi wa matundu 20, yani matundu kumi ya wasichana na matundu kumi ya wavulana, lakini umaliziaji wa bweni, pia tulipokea milioni 35 hivi kujaza milioni 220 na laki mbili katika kata yetu ya Chokaa. Lakini pia katika shule za msingi ninazo saba, nayo ni mafanikio makubwa sana kutoka tano. Kwa awamu hii ya sita, tumeongeza shule mbili ambazo ni Mnyoli Manambanga. Kwa hiyo shule ya Kibaoni ambayo na yenyewe pia tumepata fedha, ambapo tumepata milioni mia moja kwa ajili ya bweni la watoto wenye mahitaji maalum. Lakini pia tulipata milioni arobaini kwa ajili ya ukamilishaji wa madarasa manne. Lakini pia tulipata shilingi milioni tano kwa ajili ya shule mpya kwenye uzio kwa, eh, shule mpya ya Itengwi ambapo tayari madarasa yale yameshakamilika tutaelekea kwenye upauaji. Lakini shule ya msingi Mapogoro, shule ya msingi Mapogoro tumepata tumepata fedha milioni tisini ambapo vyumba vitano tayari vimeshakamilika. Matundu ya vyoo napo tulipata milioni 13 na laki mbili, halafu kuna choo cha walimu tulipata milioni sita. Hivyo jumla ya shule yetu ya Mapogoro tumepata milioni 109 na, na laki mbili, lakini tulikuwa na umaliziaji wa majengo aliyojenga wananchi Chokaa shule ya msingi tulipata milioni arobaini na tano, na hivyo tukifika pale tutaona kuwa ukarabati huo au umaliziaji huo umeshafanyika. Lakini shule ya msingi Godima tulipata shilingi milioni thelathini na saba na laki tano, ambapo milioni thelathini na saba na laki tano tulikwenda kujenga madarasa matatu pamoja na ofisi. Tukifika pale kwa awamu hii sita, ya sita madarasa yale yanapendeza, lakini pia katika, katika elimu pia tumepokea fedha milioni moja ambayo inakwenda kusaidia katika shule ya msingi pale Mnyolima. Kwa hiyo upande wa elimu kwa kweli tumepokea fedha nyingi, kwa hiyo pia niweze kuishukuru serikali na niwashukuru na wananchi, nao walikuwa na nguvu zao hapa, walikuwa wanaendelea kufanya hizo nguvu zao ili kuhakikisha hizi shule zote zinaboreshwa pale Masiano kiki kijiji cha Mapogoro pia kuna shule shikizi pale. Mheshimiwa Raisi ametupa fedha milioni 40, tumejenga madarasa mawili na ofisi, lakini pia ametupa tena milioni 11, ambapo tumejenga vyoo matundu nane. Mheshimiwa mheshimiwa diwani pia amesema wananchi wa kata ya Chokaa wanajivunia uwepo wa hospitali ya wilaya ndani ya kata yao, kwani wakati mwingine wanaenda moja kwa moja hospitalini hapo kupata matibabu. Pasi na kupitiliza zahanati au kituo cha afya. Sisi wananchi wa Chokaa, kile kilikuwa ni kituo cha afya cha kata yetu ya Chokaa, baadaye kikapandishwa hadhi kuwa hospitali ya wilaya, kwa hiyo hata huduma zile za kidaktari bingwa zikaongezeka. Kwa hiyo tumepokea, tumepokea, tumepokea heshima hii kwa furaha kubwa, kwa sababu kwanza watu wetu kwa mfano wa Kibaoni, watu wa Chokaa, kijiji cha Chokaa, kijiji cha Kibaoni, watu wa Mapogolo, watu wa Godima kwa hiyo wanaenda pale kila wakati kupata huduma, hawatumii nauli kubwa kwenda. Kwa hiyo ni faida ya kwanza ya kuwepo kuwepo hiyo hospitali pale kwenye kata yetu, lakini faida ya pili pia watu wanatoka sehemu mbalimbali wanakuja hapa, wanapokuja kwenye kata yetu, wanapokuja pale Kibaoni wanakwenda kwenye maduka, wanakwenda sokoni. Kwa hiyo pia tunapata kiuchumi. Kwa hiyo kuna manufaa mengi ambayo tumeyapata kwenye kata yetu ya Chokaa kupitia hospitali ya wilaya. Mbali na miradi ya maendeleo katika kata hii, pia inajishughulisha na shughuli mbalimbali za kiuchumi, huku shughuli kuu ikiwa ni uchimbaji wa dhahabu, ufugaji na kilimo cha mazao mbalimbali ya biashara kama vile mahindi, ambazo zimekuwa ni chanzo kikubwa cha mapato katika Halmashauri ya Wilaya ya Chunya. Hapa diwani anafafanua kwa undani zaidi. Wakazi wa kata hii ya Chokaa, kuna wachimbaji, kuna wafanyabiashara kuna wakulima e, wapo watu wa aina ambao wanaishi kwenye kata hii ya Chokaa. Kwa upande wa mifugo kwenye kata yetu, kama nilivyozungumza, pia tunao wafugaji e, tumejenga, tumepata fedha ya kujenga josho moja, tulipata milioni 28 ambayo liko Masiano, lakini pia na wananchi nao wana, wamejitahidi nao wamechanga fedha, wanataka kujenga josho la pili maeneo ya Nserewe, lakini tuna mnada kwenye kata yetu tunaishi nashukuru serikali imetupatia milioni 52 kwa ajili ya kujenga uzio ule pale. Mwenyekiti wa kijiji cha Mapogolo ndugu George Ngulula anatoa shukrani zake za dhati kwa mheshimiwa raisi. Pia hajaacha kuwashukuru wananchi wa kijiji hicho kwa ushirikiano wao katika shughuli mbalimbali za kimaendeleo. Wananchi wa kijiji cha Mpogolo, kwanza mnada uko ndani ya kijiji cha Mpogolo wananchi wananufaika wakipeleka mazao yao, mifugo yao pale, wanauza bei nzuri, tofauti na ilipokuwepo hapo mwanzo, wanajiuzia nyumbani, lakini wanauza zile, zile, zile mazao yao wanauza kwa bei ya kawaida, na pia hata mifugo yao wanauza, wanauza wanapata fedha nyingi za kiuchumi, hamna hata kelele. Kwa hiyo mnada unatusaidia mambo makubwa. Lai yangu kwa wananchi wangu wa Mpogoro, tuamini, tuamini madiwani wetu ambao tunafanya nao kazi tuwaamini wabunge wetu ambao tunafanya nao kazi, kwani ndio tumepelekea kusukuma gurudumu la maendeleo mpaka tulipofikia hapa. Kijiji changu cha Mpogoro kimepanda hata kiuchumi. Lakini pia shukrani zangu na wananchi wangu, niwaaminishe mheshimiwa mpendo wetu Mama Samia Suluhu Hassan, tumpe ushirikiano mkubwa, tuongeze juhudi za dhati kuhakikisha hii miradi aliyotupatia na sisi pia tuna mwezi kwa ushirikiano mkubwa. Mwalimu mkuu wa shule ya msingi Kibaoni, mwalimu Gloria Ndelwa, anaishukuru serikali ya Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa uboreshaji wa miundombinu ya shule pamoja na kuwajengea bweni la watoto wenye mahitaji maalum. Mwalimu Ndelwa ametoa rai kwa jamii kuto kuwaficha watoto wenye ulemavu majumbani, badala yake kuwapeleka shule wapatia haki yao ya kielimu, kwani mazingira kwa sasa ni rafiki kwa kujifunzia. Vilevile, mkuu wa shule ya sekondari Chokaa mwalimu Batista Mbogolela ameelezea namna ambavyo uboreshwaji wa miundombinu katika shule hiyo ilivyochangia kwa kiasi kikubwa ufaulu wa wanafunzi wa shule hiyo ukilinganisha na kipindi cha nyuma. Kuona jitihada kubwa zinazofanywa na serikali yetu, ningeomba jamii ilione hilo, lisiwafungie ndani watoto wote wenye mahitaji maalum, wawalete shuleni, waje kujifunza kuna wale watoto wanaopokea mabadiliko haraka, na kuna wale ambao ukimleta shule tunampunguzia ile kile kiasi cha ulemavu wake. Elimu hii inatolewa bure pasipo kuchangia kitu chochote, na isitoshe serikali yetu kupitia mama Samia Suluhu Hassan wanaendelea kutuletea pesa kwa ajili ya chakula cha mchana cha hao watoto wote walioko shule. Kweli uboreshaji wa mazingira haya umeendelea kwa kusababisha ufaulu wa juu zaidi. Kwa mfano, kwa mwaka huu tumeweza kufikia kuwa na divisheni wani kumi na moja, divisheni tu kumi na tisa, divisheni thri ishirini na mbili, ufaulu ambao kwa huko nyuma tangu shule inaanza hatujawahi pata. Tuna zaidi ya watoto hamsini wa na mbili ambao tunaamini wataenda kujiunga kidato cha tano mazingira yanavyoboreka yanatia hamasa kwa watoto kusoma na tunaamini watoto wanaendelea vizuri sana na wanaifurahia shule. Wanafunzi wenye mahitaji maalum wa shule ya msingi Kibaoni nao wanatoa ahadi zao na shukrani nyingi rais, kwa mheshimiwa rais kwa kujengea bweni zuri na la kisasa huku wakiahidi kusoma kwa bidii nao wanafunzi wa shule ya msingi Chokaa wameelezea hisia zao juu ya uboreshwaji wa miundombinu katika shule yao na kuahidi kuendelea kusoma kwa bidii zaidi. Tunaomba kumshukuru mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutuboreshea majengo. Sasa hivi tunaweza kusoma kwa bidii, tuna walimu wengi, tunajifunza kwa usahihi. Naishukuru serikali kwa kutuboreshea majengo. tunamwomba Dokta wetu Samia Suluhu Hassan aendelee kuishi milele na aendelee kukaa madarakani. Tunamwaahidi kwamba tutakuwa wasomi bora na wanasayansi wengi. Sisi ni watu wa mahitaji maalum, tunamshukuru Mama Samia kwa kutujengea bweni zuri. Tunaahidi tutasoma kwa bidii, tutafaulu masomo yetu. Ninamshukuru Mama Samia ao uh, wananchi wa kata ya Chokaa nao kwa pamoja wameshukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa miradi mbalimbali mbali ya maendeleo iliyoletwa katika kata yao na namna ilivyosaidia kuboresha maisha yao ya kila siku. Nikitaka kuzungumzia juu ya serikali ya Mama Samia ni mambo mengi ambayo imetufanyia. Kwanza nikianzia na elimu, elimu kwa kweli watoto wanasoma madarasa yaliyo mazuri kabisa yenye kupendeza. Mambo kaza wa kaza tunapata kwa wakati ikiwemo dawa, vifaa tiba. Amani ikiwa imetawala Tanzania, tukiwa tunaongea lugha moja pasipo kukorofishana. Tunaona hata katika vyombo vya habari wenzetu kule Kongo, namna wanavyoishi maisha ya kuhamahama kwa ajili ya vita, wakina mama wanahangaika na watoto, lakini sisi shughuli zetu zinakwenda hivi. Sasa nimetoka shamba nikiwa nimetembea kwa amani, hata nimerejea nyumbani, shughuli zangu zimefanyika kwa amani. Wachimbaji wapo wanachimba kwa amani. Kwa hiyo mama kwa kweli kwenye eneo la amani amesimamia vizuri. Chukulia vitu hivi Mbea, lakini barabara miundombinu likuwa mibaya sana lakini kufatana na serikali yetu imetusaidia kutengeneza barabara, tunasafiri salama na usafiri sio washika. Huduma ya maji ni nzuri, maji tunapata, wala hatuendi kushughulika labda na mitoni na mabomba, na naomba iwe endelevu. Utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika nyanja mbalimbali ndio msingi wa ukuaji wa uchumi kwa mwananchi mmoja mmoja hatimaye ustawi wa jamii na taifa kwa ujumla. Wananchi wa Chokaa na wananchi wa Chunya kwa ujumla wetu tunaendelea kujituma kufanya kazi huku tukipendana sisi kwa sisi. Kwa kufanya hivyo, umuhimu wa miundo mbinu mbalimbali iliyojengwa na inaendelea kujengwa na serikali yetu utaonekana wazi. Chuo cha VETA Chunya kiko katika halmashauri ya wilaya ya Chunya, mkoa wa Mbeya na ni chuo ambacho kilianza kufanya utekelezaji wa utoaji wa mafunzo mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Uh, chuo cha VETA Chunya kimejengwa kwa uh, kuwekewa miundombinu ya kuweza kuwezesha kutoa mafunzo ya ufundi stadi katika fani uh, kubwa sita. Uh, fani ya kwanza ni umeme wa majumbani, lakini fani ya pili ni ufundi washi Fani ya tatu tunasema ni uh, ubunifu, ushonaji na teknolojia ya nguo, lakini tuna uchomeleaji wa vyuma, ufundi wa magari, pamoja na uhazili au sekretari. Ni mwanafunzi katika chuo cha VETA cha Chunya na naachukua fani ya umeme, na ningependa kuwashauri wenzangu ambao wako nje, vijana ambao hawana shughuli za kufanya wanaweza wakaja hapa Chunya wakajifunza. Tusikae tu kusema tusubiri kuajiliwa na serikali, ajira zipo, tunaweza tukajiajiri sisi wenyewe sababu kwa ujuzi tutakaopata upata hapa tutatusaidia katika maisha ya mbeleni na tunaweza tuka